hii ni sehemu ya nane ya simulizi ya Mke Mwenza. Katika sehemu ya saba tuliishia kwenye siku ya ndoa kati ya Amina na Abduli, na Zulfa alikuwa ni miongoni mwa waliohudhuria shughuli hiyo, ambapo alikutana na marafiki zake waliosoma wote shule na mmoja kati yao alikuwa ni Habibu, na katika pilika pilika za hapa na pale walifikia hatua ya kutoana nje, tukio ambalo mume wa Zulfa Abduli aliliona na akaamua kuwafuata huko nje. Wakiwa hapo nje, baada ya Zulfa kukerwa na maswali ya Habibu, alizungumza kwa hasira, nani amekupa ruhusa ya kunigusa au kunishika? Halafu pia ni lini tumekuwa na ukaribu wa wewe kufikia hatua ya kuniuliza kwamba napitia kitu gani kwenye maisha yangu? Au nimekueleza kuwa kuna chochote napitia? Na tangu lini imekuwa dhambi mtu kucheka? sihitaji kujieleza sana kuhusu maisha yangu kwa sababu hayakuhusu, kwa hiyo tafadhali nomboni niache. Zulfa alitoa maneno hayo akiwa amevimba kwa hasira kwelikweli, na Habibu alitaka kumgusa tena lakini Zulfa akamwonya, na pia safari hii aliamua kuondoka kabisa eneo hilo. Baada ya tukio hilo, kwenye kichwa chake Habibu akawaza, da, yaani bado yupo vile vile kama tu enzi tulipokuwa tunasoma, ikitokea tu chochote kimemkwaza lazima ataondoka eneo hilo. Baada ya mawazo hayo, Habibu alikimbia kumfuata Zulfa kwa nyuma, na Zulfa akamnyoshia mkono huku akimwambia, usiniguse, mimi ni mke wa mtu, kwa hiyo jiheshimu tafadhali. Habibu naye akasema, sawa, sitokugusa na nombo ni wiyi radhi, lakini mi bado siamini kama umeolewa au na mtoto pengine mpaka uniambie mume wako ni nani. Zulfa akang'aka, hivi kweli upo serious Habibu, kwamba unataka nijiwekee alama kichwani ndio ionekane ni mke wa mtu, au unahitaji nini hasa? Mimi ni mke wa mtu, hilo swala la kuamini au kutoamini ni juu yako. Habibu naye akazungumza kwa hasira, sasa aha, kwa hiyo bado nanikataa, kama ulivyofanya kipindi tunasoma, au mimi sina mvuto kwa mara nyingine tena? Zulfa akazungumza kwa hasira, Hapana, sio kweli Habeeb, wewe ni handsome sana na mwanamke yeyote atakayepata nafasi ya kuwa na wewe lazima ajivunie, lakini mimi ni mke wa mtu na tayari nina mtoto mmoja na hapa ninavyozungumza nawe ni mjamzito. Kipindi mambo yote hayo yanaendelea, kumbe Abduli alikuwa nyuma ya Zulfa na aliposikia kauli hiyo akazungumza, Wewe ni mjamzito? Zulfa alishtuka na kwa sauti ya kutetema akaita, Mume wangu. Abduli alifoka kwa hasira. Imekuwaje taarifa za ujauzito unampa mwanaume mwingine na sio mimi? Kwani una mahusiano gani na huyu mwanaume? Zulfa alijaribu kujieleza na akamwambia mumewe, tafadhali mume wangu, usinielewe vibaya, hakuna chochote kinachoendelea baina yetu, ni kwamba tu umekuta haya mazungumzo mwishoni. Abdul akaendelea, kwa nini alikushika mkono kule ndani? Hiyo jeuri ya kumgusa mke wangu ameitolea wapi? Kwa sauti ya upole, Habibu akazungumza, samahani sana kuhusu hilo, mimi nilifikiri bado yuko single nilisoma naye huyu. Kile kitendo cha kumshika mkono ilikuwa ni masihara tu, hatukuwa serious kiasi hicho. Kwa hiyo usimwelewe vibaya mke wako. Ndio kwanza ananieleza hapa kwamba ameolewa na tayari ana mtoto mmoja, lakini kumbe pia ni mjamzito. Baada ya Habibu kuzungumza maneno hayo, Abduli aliendelea kufoka, kwa nini hukunieleza habari za ujauzito kwa muda wote huo mpaka nimekuja kusikia hapa nje? Zulfa akamjibu mumewe akimwambia, hili tutalijadili nyumbani, sio hapa. Na baada ya kusema hivyo, Abduli naye akazungumza, sitaki nikuone na yule mwanaume tena. Na kijana, kaa mbali na mke wangu. Kuanzia sasa nitakuwa na kuangalia kwa makini sana. Hayo yalikuwa ni maneno ya Abduli na wote wakarejea ukumbini. Walipokuwa wanarejea ukumbini, Habibu akamuuliza Abduli Alafu wewe si ndo bwana harusi, ina maana hujui kwamba Amina na Zulfa ni marafiki? Abduli akasema ina maana kumbe napaswa kujieleza kwako? Na pia usithubutu kutaja majina ya wake zangu bila kuwa na heshima. Kwa dhihaka, Habibu akamwambia Abduli, kwa hiyo kwa kipindi chote hiki hivi ndivyo umekuwa na mtreat huyu mwanamke baada ya kujua kwamba ni mpole, na bado kama haitoshi ukaamua kumwoa rafiki yake kipenzi kwa sababu tu unajua hatogombana na wewe. Hivi unafikiri kwamba wewe ni mtu sahihi kwa Zulfa? Huko akiondoka, Abduli alimjibu Habibu, una maana gani? Ingawa sijui unachomaanisha, lakini ngoja nikueleze kitu kimoja, huyo anayemwona ni mke wangu, sio Zulfa. Yule mliosoma naye ni mke wa mtu huyu na sina sababu ya kujieleza kwenye lolote linalohusiana na ndoa yangu. Habeeb aliingia ukumbini hapo na akawaeleza marafiki zake kwamba anaondoka. Kwa mara ya mwisho alimwangalia Zulfa, na licha ya kwamba walikuwa kwenye sherehe lakini alionekana asiyekuwa na furaha kabisa, yaani upweke wake ulijidhihirisha. Habeeb alimwangalia Abdul kwa hasira, akifurahi na mke wake wa pili, Amina akiwa anatoka ukumbini hapo Habibu alizungumza kimoyomoyo, kuna muda anaichukia hii jinsia yangu ya kiume. Lisali moja baadaye, shamrashamra ziliisha na kila mtu alirejea nyumbani kwake. Bila kupoteza muda, Zulfa alifika nyumbani, akaoga na kisha akaelekea kuswali. Baada ya kutekeleza ibada, Zulfa alijikuta amepitiwa na usingizi na kilichokuja kumshtua ilikuwa ni kelele za watu waliokuwa sebuleni kwake. Ilibidi amke na kuelekea huko sebuleni, na alipofika alimkuta mama mkwe, yaani mama yake na Abduli, na mama huyo akasema, yani, umeshafika nyumbani lakini mpaka sasa hivi hujamwandalia mumeo kitu chochote. Ukoje we binti? zulfana akauliza, mbona sielewi, natakiwa kuandaa nini? Kwani mama yake na Abduli akasema ina maana hujui kwamba mke mwenzio naye ataishi hapa? Yaani chumba cha mumeo ndiyo chumba chake? Kwa hasira Zulfa kauliza nini? Abduli hakunieleza jambo kama hilo, na anawezaje kujifanyia maamuzi mwenyewe bila kunishirikisha? Yaani kama vile sina maana yoyote kwake. Mama yake na Abduli alisimama na akamnong'oneza Zulfa, mkwe wangu usipige kelele na wala usikasirike, ni kwamba familia ya Amina wako hapo nje, na yeye mwenyewe atafika hapa muda si mrefu. Halafu yule si rafiki yako, kwa hiyo nakuomba acha kwa leo tu hili lipite mpaka pale watakapoondoka. Kwa hasira Zulfa akasema, hapana, nina haki ya kujua kila linaloendelea ndani ya nyumba hii. Haiwezekani mtoto wako afanye mambo kimyakimya, yaani kama vile mimi siyo mkewe mama yake. na Abduli alijua fika kwamba Zulfa amekasirika, kwa hiyo hakuwa na namna zaidi ya kusubiri jazba ya Zulfa itakaposhuka. Aliamini kabisa hasira zile haziwezi kudumu kwa muda mrefu. Baada ya Zulfa kugundua kwamba Amina ambaye ni rafiki yake, lakini pia mke mwenzake, anakuja kuishi ndani ya nyumba hiyo alitaka kumwonyesha heshima ambayo Amina alimwonyesha kule ukumbini. Alitoka nje ya chumba chake akaenda kuchota maji, na wakati yote hayo yanaendelea, ndipo gari lililokuwa limembeba Amina lilikuwa linaingia. Kwa upande wa Abduli, alikuwa na maswali mengi sana kichwani kuhusu Habibu, na alitaka kujua ni kipi ambacho Zulfa alimweleza Habibu kuhusu ndoa yao baada ya mapokezi. Zulfa alimchukua Amina na wakaelekea chumbani. Walipofika chumbani huko, Amina mwenyewe alishangaa, chumba kilikuwa kimepambwa vizuri sana. Na Zulfa akamuuliza unahitaji chochote huko, akimshika mikono Zulfa. Amina akasema ninachohitaji ni wewe tu kuwa kando yangu. Kwa utani, Zulfa akamwambia Amina mumeo atakuwa hapa muda si mrefu, bila shaka umejiandaa kwa ajili ya usiku wako wa kwa kwanza ukiwa pamoja naye. Amina naye akasema, pacha kuna jambo nahitaji kujadili pamoja na wewe na ni la muhimu sana, huku akiwa na tabasamu na akijiandaa kutoka chumbani hapo. Zulfa akasema, ni jambo gani hilo? Vipi kama tukilijadili baadaye baada ya pilikapilika -pilika za hapa ndani kuisha kwa sasa weji andaye kwa ajili ya kumuhudumia mumeo. Kabla Zulfa hajatoka nje, Amina alisema jambo la kustaajabisha, nilishapoteza usichana wangu pacha. Zulfa baada ya kusikia kauli hiyo alihamaki na kufunga mlango wa chumba kile kwa haraka, alitazama nje kupitia dirisha kama kuna mtu alikuwa anawasikiliza na, na Zulfa akamwambia Amina, kwa nini unasema hivyo? Jambo kama hilo linapaswa kuwa siri mimi sipaswi kujua kuhusu maisha yako yaliyopita. Amina naye akamjibu Zulfa, kipindi tunasoma, wewe ndo ulikuwa mtunzaji wa siri zangu kweli ama si kweli? Zulfa akasema ni kweli, na Amina akaendelea, sasa basi nataka uendelee kunitunzia siri zangu na sitaki chochote baina yetu kibadilike, eti kisa tu nimeolewa na Abduli. Ninachotaka hapa unisaidie pacha, naweza kutumia mbinu gani ambayo itafanya Abduli asigundue kwamba nilishapoteza usichana wangu? Maana akigundua mimi sio bikra atanichukia sana. Kiukweli Zulfa alikuwa amechanganyikiwa na akasema, dah, nimechanganyikiwa jamani, tutafanya nini sasa? Na ninamjua vizuri Abduli alivyo na msimamo kuhusu jambo hilo, hawezi kukubali kuoa mwanamke ambaye alishapoteza usichana wake, tutafanya nini sasa? Kwa sauti ya unyenyekevu, Amina akasema, tafadhali pacha, naomba nisaidie. Wewe ulishaishi naye kwa muda mrefu, angalau unamwelewa vizuri. Pale anapokuwa amekasirika, anakuwa ni mtu wa aina gani? Unajua, kipindi tulipokuwa wachumba hakuwahi kunikasirikia hata siku moja. Naomba nisaidie tafadhali. Zulfa akamwambia Amina, shusha sauti yako mtu asije akatusikia huko nje halafu. Vipi kama ukimweleza kuwa kwa sasa upo kwenye siku zako, na ndani ya siku tatu tutakuwa tumeshapata mwafaka na kujua nini cha kufanya? Wakati Zulfa anazungumza maneno hayo, alisikia sauti ya mtu ikimwita kutoka nje. Ilibidi asimame na kujiandaa kutoka nje, na akamwambia Amina, tulia kipenzi, usipani kabisa, tuko pamoja kwenye hili. Zulfa alitabasamu na akatoka nje ya chumba hicho. Kwa sauti ya kunongona, Amina akasema, huyu ndiye Zulfa ninayemfahamu, yule yule rafiki yangu wa tangu enzi na enzi. Baada ya maneno hayo, Amina alishusha pumzi na Zulfa alienda kumsaidia mama mkwe kwa ajili ya kuandaa mahitaji ya wanandoa hao wapya. Wakati Zulfa na mama mkwe wake wakiendelea na mishughuliko, kuna jambo lilimjia Zulfa kwenye akili yake. Akili yake ikamwambia "Upasi kukaa na hii siri, inabidi umweleze mumeo na huu ndio wakati sahihi wawewe kuonekana bora zaidi kwa mume wako. Rafiki yako Amina sio mtu mzuri hata kidogo, amekufanyia kitu kibaya sana kwa kukubali kuolewa na mumeo. Alikuwa na uwezo wa kuchagua mwanaume mwingine yeyote, lakini hakufanya hivyo, akaamua kuileta pua yake ndani ya ndoa yako. Sasa tumia siri hii kumharibia kabisa kwa Abduli. Hayo yalikuwa ni mawazo katika akili ya Zulfa, na muda huo huo yakamjia mawazo mengine: hapana, usifanye hivyo, endelea kuwa mtu mwema kama ulivyofunzwa na wazazi wako. Kumbuka ya kwamba malipo bora zaidi ni malipo ya Mwenyezi Mungu, na bila shaka atakulipa kutokana na kuwa mtiifu na mvumilivu kwenye nyakati hizi ngumu. Bado kwenye kichwa cha Zulfa mawazo yaliendelea kukinzana na wazo jingine likamjia, kama usipojipanga huyu mwanamke anaweza akasababisha ukaachika na kama haitoshi utajikuta umepoteza kila kitu mwishowe. Hebu kumbuka magumu yote mliopitia pamoja na Abduli kipindi alipokuwa hana kitu, wewe ulimvumilia, na leo amejipata, anakuja kukuletea mke mwingine nyumbani, na siyo mke tu, ni rafiki yako kipenzi, ambaye mmekuwa naye pamoja na mmesoma wote, usiwe mjinga Chukua hatua sasa, hakikisha unalipa kisasi. Hakuna malipo kutoka mahala popote. Akianza mashambulizi kabla yako, kiukweli utajuta. Acha kuwa mjinga, Zulfa, tumia siri hiyo kumharibia. Mawazo hayo yalimtesa sana Zulfa kichwani mwake, huku akitikisa kichwa akajisemea, kwa nini nijitese na kitu ambacho pengine hata Mungu mwenyewe alishamsamehe? Baada ya maneno hayo Zulfa alichukua sinia lililokuwa na vyakula mbalimbali mbali, na akapeleka chumbani kwa ajili ya wanandoa hao wawili kwenye usiku wao wa kwanza. Na alipofika chumbani hapo, Zulfa alimwambia Amina, mke mwenzangu mumeo anakuja muda si mrefu, jiandae. Na Amina naye akasema, asante pacha, nina furaha sana kwa sababu bado uko pamoja nami. Muda mchache baadaye ndugu mbalimbali mbali, pamoja na wageni waalikwa Walianza kuondoka mmoja baada ya mwingine. Hii ni kutokana na kwamba nafasi katika nyumba ile ilikuwa haitoshi na Zulfa alikataa kushea chumba chake na mtu mwingine yeyote. Alimuita ndani mtoto wake, akampakulia chakula na baada ya kumaliza kula, mtoto huyo alielekea kupumzika. Mtu pekee aliyebaki na bibi harusi mpaka muda ule alikuwa ni binamu yake na rafiki zake na mama yake Abdul. Nao walianza kurudi makwao. Kipindi ambapo Abduli alikuwa anaingia nyumbani hapo, Zulfa naye alikuwa anatokea jikoni. Waligonganisha macho yao, lakini ghafla Zulfa alikopesha macho yake na akaelekea chumbani kwake. Abduli akamwambia, "Nahitaji kuzungumza na wewe." Zulfa naye akasema, "Hata mimi kuna jambo la muhimu sana nahitaji tuzungumze." Wakati Amina yupo chumbani akimsubiri mumewe aingie, ghafla binamu yake aliingia. Na Amina akamuuliza, "Mume wangu yuko wapi?" Binamu yake huyo akamwambia, "Alipofika tu mke mkubwa alimshika mkono na akampeleka chumbani kwake, sijui hata wanajadili kitu gani mpaka muda huu." Amina akawaza, "O oh, Mungu wangu, natumai Zulfa hajienda kunifichulia siri yangu." Na upande wa pili huku, Abduli alikuwa anazungumza na Zulfa na akamuuliza, "Unataka kunieleza nini?" Zulfa naye akasema, "Ni kuhusu mke mdogo Amina. Je, unahisi Zulfa anataka kumweleza nini Abduli kuhusu Amina? Usikose kuungana nami katika sehemu ijayo ya simulizi hii. Pia usiache kusubscribe kwa chaneli hii na kushare kwa watu wako, familia izidi kuwa kubwa. Tukutane kwenye sehemu inayofuata.